Watu wa Jibondo tukienda pale Kilindoni mara nyingi tunafika saa nne pale Kilindoni tunakuta tiketi zimeisha. Mara nyingi inakuwa hivyo kwa baadhi ya vipindi, kuna baadhi ya vipindi abiria wakiwa wachache tunawahi kupata tiketi, lakini mara nyingi tunakuta zimeisha, hivyo tunalazimika kufika siku moja kabla ili tulale, tuamkie pale asubuhi ya ukatishaji wa tiketi, ambapo inaongeza gharama. Kwa hiyo bahati nzuri Mheshimiwa DC umekuja na msafara ambao umenona kidogo, naona tunaweza tukapata majibu mazuri. Ikiwezekana naweza nikashauri kitu, kama tuna mawakala wetu hapa anaweza akawahusisha tukawa tunapata tiketi ili kupunguza gharama kidogo, utakuwa umetusaidia sana. Asante. Kwa jina anaitwa Said Omar Hassan, mwenyekiti wa kitongoji cha Changamoyo. Mimi swali langu mkuu wa wilaya liko katika usafiri wa meli. Sisi watu wa Mafia ndio tuletewa kivuko cha kuvuka kutoka Mafia kwenda Nyamisati. Lakini bado tunapata mashaka makubwa. Tukishafika Nyamisati mfano, meli haipo, tunabidi tulale. Tunakosa sehemu ya kulala, tunalala pale kwenye mbu pale chini pale. Ndio tunapolala, kujisaidia tabu tukalipe msikitini. Utoa moja mimi nakojoa mara 20. Nalipa bei gani? Sawa. Sasa mkua ilayo, tunaomba sisi utufanyie mpango, sisi tuna nyumba, tukishakata tiketi kama meli hakuna, tupewe nyumba tulale ndani mure. Tunateseka sana na Mungu na watoto vibaya, wao makubwa na sisi, katika usafiri ni kweli, naomba nikiri kwa jiografia hii naye iliona hapa mtu atoke Jibondo aje Kiungoni alafu apate tiketi kwa msimu tulionao sasa hivi, ni kili kabisa. Ni kweli hukitiketi anakosa, ni kweli, kwa sababu nikisema ukweli, leo hii inaongea hapa, meli itaondoka saa saba usiku lakini saa tatu kamili ya leo asubuhi meli ilishaja. Kwa maana gani? Kwa mtu anayopanda boti aje mpaka Kilindoni achukue tiketi anakosa. Sasa basi, majibu yako hivi, wananchi: tumefanya maboresho mengi sana kwenye MV Kilindoni, na moja ya maboresho ambayo tumekuja nayo kwa sasa hivi iliyobakia na wataalamu wa Iga wameshafika wakaangalia jiografia yetu na jinsi gani tutafanya kazi, tunakwenda kwenye hii tiketi. Wananchi huku huku Jibondo ulipo utakuwa na uwezo wa kukata tiketi ya MV Kilindoni muda sio mrefu, hii inakuja muda sio mrefu. Last time kikao cha mwisho nilichokaa na mheshimiwa DC niliwaahidi kwamba ndani ya MV Kilindoni mtaangalia mpira wanaopanda, nafikiri wameshuhudia sasahivi kuna Azam, unaangalia mpira sasahivi, hivi kuna wifi una, una kuna access mambo yote ya internet. Kwa maana liliyobakia moja tu ni e-ticketing, ambayo sasahivi nayefanyia kazi nalimishalipeleka Dodoma, wameshakubali kwa kwa hiyo wataalamu wa mtandao wa IGA wao ndio wamebakia. Ninaamini baada ya muda mfupi ili swala litaisha. Kwa hiyo mtaacha haya mambo ya kufika na kulala pale Kilindoni yataisha. Ukitoka Jibondo, unakuja na simu yako unapanda MV Kilindoni. Niwahakikishie wananchi kwenye hili. Lakini la pili ambalo pia halikuzungumzwa lakini lipo kwa sasa hivi, wananchi, MV Kilindoni kutoka Kilindoni mpaka Nyamisati natumia masaa matatu na nusu masaa matatu na nusu kutoka Kilindoni kwenda Nyamisati, kutoka Nyamisati kuja Mafia ni masaa manne au manne na nusu. Utashangaa kwa nini kutoka Nyamisati kuja Mafia inachukua muda mrefu, na kutoka Mafia kwenda Nyamisati inachukua muda mfupi. Ni swala la kitaalamu tu kidogo, lakini ni jivi ambayo nimeulizwa. Lakini kuna maboresho makubwa, kwa maana ule muda tulikuwa tunatumia mara ya kwanza usafiri ya masaa tisa na nane umeshaisha la ziada zaidi, kwa kuona jiografia ya Mafia, mimi kama meneja niliongeza ruti. Kama mtakumbuka juzi mliona hivi, Kilindoni imetoka saa kumi na mbili asubuhi na ikatoka saa mbili asubuhi, yote ni kwa sababu ya kukizi haja ya wananchi wa Mafia. Nilikwenda back to back na nilisafirisha abiria mia saba hamsini tani mia mbili themanini za mizigo, unaweza kaamini? Kwa siku mbili tu, tangu tarehe kumi na tisa mwezi wa tatu tumerudi kutoka matengenezo, mpaka leo hii MV Kilindoni haijawahi kusimama, si kwa breakdown ama kwa kupumzika mtu yoyote. Hivi ninavyoongea na nyinyi leo siku saa saba inatoka, maana yake ni mimi nitengeneza ratiba ambayo itamfedha mwananchi asiweze kuwa na misati mwanzoni nilikuwa nakuta watu sitini sabini mpaka themanini Sa naomba nikuambie mkuu wa wilaya, sasa wanabaki watu ishirini mpaka kumi na tisa ndio wanaolala. Na hiyo ni kwa nini? Ni kwa sababu ratiba niliyotengeneza ni rafiki mno. Tukitoka saa tano saa sita au saa saba Mafia, manake tegemea asubuhi tutakuwa Nyamisati. Tunatoka pale saa nane au saa tisa au saa kumi kuna uwezekano mkubwa wa mtu aliyetoka Dar es Salaam akaja na Misati akaikuta meli na akaondoka bila kulala. Shida tu Mafia, kuingia na kutoka huwa ni msimu. Kuna msimu wa juu na msimu wa chini, sasa tuko kwenye msimu wa juu na hiyo ndio shida. Kwa maana hiyo basi, tukienda kwenye hii ticketing wewe huna haja ya kuja na misati. Kama kwenye simu yako ishakwambia meli imejaa, unakuja kufuata nini? Kwa hiyo utabaki huko huko ulipo mpaka simu, ndio bwana, hapa meli kwa nafasi watu 20, chagua moja, katia bila kukaa na meli yako sawa. So, wanaishi kwa hiyo. Hii swala so, ya misati, mimi binafsi yangu inanichukiza. Nafanya mpango kwa kila hali nimalize, lakini lile roho ya pili ambayo ninazungumza sio na temesa lilegonila bandari na bandari, wana sheria zao, sitakiwi kuwaingilia. Kwa hiyo kwa sababu swali limezungumzwa, mimi nalichukua nitampelekea meneja wa bandari, ili aone jinsi gani atafanya, kwa maana kwamba abiria aweze kupumzika kwenye ile gwaro. Ili sio la Kilindoni ni la bandari, ndio wanahusika na ile gwaro kule ndani na juzi nimekaa kikao au ya yani misati na meneja wa bandari na mkuu wa usalama, kuweza kuwaomba kwamba ifike kipindi kulala pale nje sio pazuri, basi waingie hata ndani, ili uweze kuwa sehemu salama zaidi. Wakasema wanalifanyia kazi. Asante.